Niking'ang'ana kwa maombi akawa aka amekuwa mzuri mwezi wa mwezi wa nne mwezi wa tatu akienda wa shule akufanya mtihani. uh -huh. kwa kitu anafanya ana, anaisha amekaa tu, lakini ameshabebwa hayupo. mm. so hiyo kitu imeishi kunisumbua sana uh -huh. na wakati nimeishi kusumbuka, huyu ni msichana wangu kazini, ako wapi kazini? huyu ni msichana wako kazini? ehe uh -huh. okay. okay. Okhue okay, ni mkubwa maalimu, unafanya unafanya shukuru Mungu, mbozi wako anaweza kuja church. Sasa tukawa tukiongea, anasikia venye nasumbuka, nimeishi kumwambia mtoto ananisumbua. Kama jana na juzi ameenda, akifika kwa dudhi anazirai kwa dudhi ule mwenye aonaye inabidi amrudishe. Akimrudisha kwa sita yake, tunatakasa maji, tunamwombea na pewa anakunywa na anointing, anakaka najisikia, so inakuwa haendi shule na kama leo venye nilisema asiende hiyo shida haikumpata. Sikia, huyu mtoto ako na shinda eh? kana ni, niambie tu mama ukweli eh? Mami, uko uko class kuna shinda. U mtoto ameombwa kitabu na yule mtoto aliomba kitabu akapelekea mama yake na hiyo kitabu ninaona ikiwa inasungushwa ikifunguliwa kila page kutoka hapo ikafungwa na ikawekwa katikati ya kitanda na mattress na wakalalia. Asubuhi ikachukuliwa akarudishiwa, na kuna maneno iliongelelewa ile kitabu, alafu ninaonyesha u mtoto hapa kwa west akisungukwa na nyoka, roho ya nyoka. Sasa unachuna akiwa ameanguka, hayuko oh, no. Msichune na nyinyi, nanyi hamuna huruma pia munachuna. Shetani mbaya na watu pia ni wa mbaya. Unaamka unakuta unamechunwachunwa. Nikuulize, upatie mikrofoni. Unaitwa nani? Kunaendanga nje ndi uanguke ama unjisikiangi? Na ukiwa umelala huo unaota, unaota nje watu wakikwambia nini? Haya, niambie, kwa ndoto, kuna mahali uliota ukikula chakula? Mlikula nini na nini kwa ndoto? Ukumbuki, lakini unaona mkiwa mahali mnakula chakula, mnakula. Sasa huu mtoto tayari, hata vile tunaongea, ashaingizwa kwa maangano, ni kama tayari shetani anamkilaimu na nataka usikie kitu ndio unjue kile ninaongea ni ukweli. Wakati anapanda nduthi, ndio anazirai, ndio wakati ako kwa nduthi aanguke, alafu nyuma ninaona roli ikipita juu yake, kitambo mwenye nduthi asimamishe roli ishapita, kwa maana maangano ya huyu mtoto na shetani ni ya kwamba wanaitisha damu yake. Nashukuru Mungu, kwa maana kama ungemuleta leo, sinjui kungekuwa namna gani. Huyu mtoto anakimbizwa na, na roho ya maafa, kifo. Unaonanga akikufa, upatie tu, atuambie hiyo kitu kama nasema ni ukweli. Nilikuwa ninaona kama ni kuota. Ilikuwa ni ndoto in, nimekaa na yeye na saa hiyo amelala, nasikia ameenda sasa. Naanza kuuliza nitaambie mama yake nini? uh -huh. Naye mama yake akienda ya kazini, anaenda akisikia akiambiwa na sauti, na ukipata mtoto wako hayu. Mama yake pia anaambiwa hivyo. Nataka usikie vizuri kile ninakuambia, ndio usione kama ni maneno yangu ama ninawekelea mtoto. Shushu yake anaonyeshwa kwa maono mtoto amekufa. Mama ya mtoto sauti inamwongelesha, na ukirudi ukute mtoto wako ayuke ayuko, kwa maana kuna maangano ya huyu mtoto na shetani. Na ile siku kwa ndoto alikuwa anaota chakula, ilikuwa ni mchele na nyama ambazo azinjaiva heya, hawezi kumbuka kupitia kwa hizi nyama azinjaiva, ziko na damu bichimbichi hapo ndio angano ilingia, na kwa sababu wanamataka kumuua sasa hakuna anja, asome ndio akufe akiwa amesoma. That is why akienda shule lazima anguke ndio aidha, ule mtu wa nduthi ambaye ndio naona amerushiwa ikitu apate accident, yule mtu wa nduthi akimwendea shule wapate accident. Na ukiangalia no, msichana kama mrembo kama huyu tunamwachilia kufe, tumwachilie mikononi mwa shetani. Wangapi wanasema mbisho mfungue? Wangapi wanasema nambii, msaidie? Mimi nataka tu nikusaidie, na nisaidie huyu mtoto. Unataka kufanya kazi ngapi? Ukiwa kazi gani ukiwa mtu mkubwa? Mwalimu. Anataka kuwa mwalimu sasa. Huyu anaweza kuwa mwalimu mkuu, anaweza kuwa mwalimu wa secondary, anaweza kuwa mwalimu wa university. Amen. Amen. Na hiyo ni ndoto iko ndani ya Okay. Lakini naye shetani anamuuliza whom do you think you are? Utasomesha nani? Ukikufa, ukiwa grade 6 utasomesha nani? Sema atasomesha, atasomesha. Mami, nitakusaidia Mm-hmm. Na ninataka nikupatie kesho Saturday na Sunday. Monday kesho najua kuna shule Monday, mtoto aoge, naende shule. nikupatie siku ngapi? Monday Tuesday, Wednesday, aende shule na ukuja hapa kushuhudia Amen. ya kwamba tangu uombewe, mtoto anaenda shule Amen. anarudi, Amen. salama, Amen. na hakuna kuanguka tena. Hallelujah, Amen, takutengenezea huyu mtoto shinda yako imefika hospitali huyu, uh, mtoto ako na akili nyingi sana na nitazifungua zote, hata zile zimekamatwa zitafunguliwa. Amen, inua mikono juu kuanzia leo. <tikipulik> <tikipulik> E, fungua mtoto haraka, fungua mtoto haraka, inashika mateka kila roho ya kuangusha mtoto, kila roho ya primajud Roho ya accident, roho ya anjali, come out in the name of Jesus! Achilia mtoto haraka, achilia huyu mtoto, achilia mtoto, achilia mtoto, achilia mtoto, achilia mtoto, come out, achilia akili na masomo. I set you free, Baba, kwa jina la Yesu ninatangaza kupitia kwa ibada mtoto huyu amefunguliwa, fungueni masomo. Roho ya kuanguka roho ya kuanguka barabarani, chukua ndio hiyo touch touch touch touch touch touch. I set you free be free in the name of Jesus.